Yes, sabana ukisikia kwa jirani kimewaka au kimevika ebana ni hii hapa, na hii ni mara baada ya taarifa eh, kutoka kwa Dar es Salaam Young Africans ambao wanapatikana pale Jangwani, na hii eh, ni kutokana na zile taarifa ambazo zilikuwa zimeshatoka huko CAS. Ni moja kati ya, ma, ya, ya, ya, ya, ya ya vitu ambavyo vimekuwa vimeibua sana mijadala hapa katikati na kuonyesha kwamba eh, mbona Yanga walijifanya wanapeleka kesi sijui wapi na, na hawajasikilizwa kwa hiyo ratiba ya mchezo ni lazima itapangwa kama kawaida na eh, TFF ambalo ni shirika la michezo kutokea hapa eh, Tanzania, lakini pia Yanga walikuwa hawajatoa jibu lolote kuhusiana na hili kwa sababu kulikuwa kuna kuseme kusemekana kwamba mwanasheria wa Yanga sijui hajui kila, kila kesi yoyote ambayo inakuwa inatokea pale kutokea Yanga mwanasheria wake anakuwa anafeli. Sasa nini ambacho kinakuwa kinasababisha mpaka baadhi ya mashabiki wa Yanga pia walianza kusema kwamba kwa nini tusibadilishe mwanasheria kutoka katika klabu yetu ya Yanga. Sasa baada ya stori hizo zote eh, yanga yenyewe ilikuwa bado haijajibu chochote wala kuongea chochote. Sasa imeweza kutoa taarifa siku hii ya leo kuhusiana na swala hilo. Sasa uongozi wa klabu ya Young Africans pia umeweza kuthibitisha kuweza kupokea majibu eh, kutoka katika mahakama ya kimataifa ya usha, eh, usuluhishi wa michezo yani CAS kuhusu kesi yao ya namba C eh, ya namba hiyo hapo 2025 mkwaju a mkwaju 11298 ambapo kwa kwa mujibu wa CAS Yanga, pia e, ilikuwa imeeleza kuwa kurudi kwenye kamati za ndani za soka hapa nchini kabla ya kuweza kuwasilisha shauri lao la e, kutoa e, hatua za za, za, za rufaa e, katika mataifa. Ikumbuke kwamba mpaka Yanga wanaenda huko CAS, walikuwa kama e, walikuwa hawajafata haja, masharti ya kuweza kwenda labda e, TFF.